Mmoja ya kitu ambacho kinawatesa wanaume wengi sana ni changamoto ya tezi dume, na wengi wao mpaka sasa hawafahamu tezi dume ni kitu gani. Sasa leo, ngoja nikwambie tezi dume ni nini. Tezi dume ni sehemu ya mfumo wa uzazi wa mwanaume. Tezi hii inapatikana chini ya kibofu cha mkojo na inazunguka sehemu ya mwanzo ya mrija wa mkojo. Kazi kubwa ya hii tezi ni kuzalisha majimaji ambayo yanaenda kusaidia usafirishaji wa mbegu za kiume ili kuwezesha kutunga ujauzito kirahisi. Tezi hii inaweza ikapitia changamoto mbalimbali kama vile kuvimba kwa tezi dume, ambapo kitaalam tunaita benign prostatic hyperplasia. Hali hii ya kuvimba kwa tezi dume inaweza kusababisha kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku, mkojo kutoka kwa shida au hisia ya kutomaliza mkojo. Lakini pia tezi hii inaweza kuathirika na saratani. Hii ni aina ya saratani ambayo inawashambulia sana wanaume hasa walio na umri kuanzia miaka hamsini na kuendelea na kusababisha vifo vya wanaume wengi wenye umri huo wa miaka hamsini na kuendelea. Hivyo basi, usisubiri mpaka tatizo liwe kubwa. Kuna suluhisho la asili ambalo litakusaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume na kurudisha hali yako ya kawaida bila madhara yoyote yale. Pakeji hii ya virutubisho vyetu ambavyo unaviona hapa vitakusaidia kuondoa uvimbe wa tezi dume wezesha mkojo kutoka vizuri na kwa uhuru, kuimarisha afya ya kibofu na mfumo wa mkojo, lakini kusaidia kuongeza uwezo wa nguvu za kiume. Nunua leo hii pakeji na upate punguzo la asilimia ishirini, lakini pia upate ushauri wa lishe bora kwa afya tezidume bure. Karibu sana.